Yes, karibu tena katika chaneli yetu ya carTS. Leo tunaenda kujifunza kuhusiana na kwa nini exhaust ya gari huwa inatoa mvuke na sio moshi. Na ni kwamba kama mfumo wako wa exhaust system au mfumo wa kutoa tak au moshi kutoka kwenye engine ukiwa ni imara au ni mzuri huwa unatoa mvuke like na sio moshi. Hiyo ni kweli. Ni kwa nini sasa panatoka mvuke na sio moshi wakati kwenye injini kunatoka ni moshi. Inakuwaje na inafanyikaje mpaka inakuwa hivi? Yes, nifuatilie mwanzo mpaka mwisho ili uweze kujua ni kwa nini na ni kivipi hii inakuwa. Okay. Mfumo huu wa exhaust system au mfumo wa utoaji gesi chafu kutoka kwenye engine, kuna kitu kinaitwa catalytic converter. Hii catalytic converter ni kinundu ambacho kipo kwenye exhaust system, ambacho hicho kinundu kimebeba kemikali, ambazo hizo kemikali kuna catalyst, au kuna kichochezi ambacho kinafanya hii process ya kemikali kubadilisha sasa ile gas kuwa maji. Sababu gesi ambayo inatoka katika engine huwa ina madhara makubwa binadamu katika mfumo wa upumuaji na maisha ya kiujumla. Kwa hiyo hii catalytic converter inabadilisha sasa ile gesi chafu kikemikali na kuwa maji na carbon dioxide na nitrogen. Yes, nahisi umenielewa, na usisahau kusubscribe, kulike, comment na pia kutembelea katika mitandao yetu ya kijamii kama carTS on Facebook Instagram, Twitter. Yes, naweza kutufollow huko ili kupata more updates kutokana na, na tech au kutokana na mafunzo ambayo tunaendeza kutoa daily.